Liberal. Lugete, umeongea vizuri sana kwa maana ya Petro Yuan na Petro Dola, nataka nikuulize hivi karibuni kwa maana ya, ya, ya mwaka jana mwanaharakati Machado kutoka Venezuela tuzo ya amani ya Nobel, hmm. Kuna uhusiano kati ya tuzo hiyo labda na mpango wa kumkamata kwa sababu wanaoandaa tuzo za Nobel, Alfred Nobel ni watu ambao wana connection na Marekani na Umoja wa Ulaya. Ile walikuwa ni wawili, Machado pamoja na Juan Guaido. Hao ndo washirika muhimu wa Marekani nchini Venezuela pamoja na vijana fulani. Hata Edmundo Gonzalez eh. Edmundo oh, Gonzalez eh, aligombea urais eh, baada zi... ya Machado kuzuiliwa ku, ku, ku, kugombea eh, yeye ndo akagombea, ndo mpinzani ambaye Marekani inasema kwamba yeye ndo aliyeshinda uchaguzi. Sasa eh, ku prove kwamba ni nani mpaka kuamua nchi fani ameshinda uchaguzi ni nani, ni that's another controversy, kwa sababu ndani ya Venezuela falsafa ya ujamaa ina nguvu, ni kama zamani ilivyokuwepo Cuba mm, na watu hawajui kwenye historia. Sasa hiyo tuzo, tuzungumzie kwanza hiyo tuzo. Hiyo tuzo lengo ilikuwa ni kutoa imani kwa Machado na wananchi wa Venezuela kwamba bado Venezuela kuna wanaharakati wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na dunia, hata ni muhimu kupewa nchi, kwa sababu wanaungwa mkono. All in all, tuzo ya Nobel, walioshinda tuzo ya Nobel wote ni watu ambao wanaungwa mkono, ni pro west ni watu ambao wanaungwa mkono na Marekani na umoja wa Ulaya na mwaka 2009 Obama alishinda hiyo tuzo, lakini yeye mwenyewe kwa kauli yake akasema sijui kwa nini nimeshinda hii tuzo. Huenda, si si, Nyerere sifai kushinda hii tuzo. Na ukombozi wa Afrika kuleta amani na kutatua migogoro maeneo mbalimbali duniani, Nyerere hakuwahi kushinda tuzo ya Nobel, ila Nelson Mandela alipowasamehe wazungu tu akashinda tuzo ya Nobel. Kwa tuzo ya Nobel, Nobel ya Machado imekaa kimkakati, imekaa kimkakati kwa lengo la kuwa kuwalainisha wa Venezuela hata wakiletewa kuwa kiongozi wao wamkubali kwa mikono miwili.